Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025, liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shailozi Michael Mabura, mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe, eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya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 ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shailozi Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael.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 Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyu, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa, eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego, okay, kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Webusta William Mwatebele ambaye sasa ni mtumio katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtumio huyo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 na wa yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi hizo pigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Charangwa liko kwenye ma, kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa waharaka sana, ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu, lakini walipofikishwa pale eh, kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamkisha fariki dunia. Aidha, katika ufuatiliaji zaidi wa tukio hili mtumiwa Marwa Nyahega John alieleza kuwa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 kupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtuhumiwa huyu alipata jeraha kubwa kichwani na kutokana na jeraha hilo eh, askari pia waliweza tena kumkimbiza eh, katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ili aweze kutibiwa tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu, basi akawa amefariki dunia. Kwa Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya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 Diji ambayo pia natoka kwenye familia ya huyo daktari. Kwa hiyo yu binti yule kwa wepesi alipiga kelele na watu walipojitokeza hii gari iliondoka. Hiyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata katika kuionyesha, hapo mtaiona, na ule binti amekwisha itambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description, lakini pia tulipo ipata, tulipo watu pia tulipowapata watumiwa walieleza na hii gari, ni mmoja wapo wa watumiwa ambao tumewakamata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 tumia mafunzo haya kufanya vitendo vya uhalifu.